Tunaanza katika kaunti ya Vihiga ambapo wakazi wa Ebuyangu eneo bunge la Emuhaya wanaishi kwa hofu baada ya mwenyekiti wa nyumba kumi kuvamiwa na kuuawa alfajiri ya Jumamosi alipokuwa anauza maziwa. Wenyeji wanasema wamekuwa kihangaishwa na kundi la vijana wanaojulikana ila hakuna hatua imechukuliwa dhidi yao. Watu tisa wameuawa na, na wengine kujeruhiwa katika muda wa chini ya miezi sita na wengine kujeruhiwa katika eneo hilo. Wakazi hao wanasema genge hilo huwatishia maisha hadharani hata wakiwa kwenye mabaraza ya usalama. Nikauliza ni nani akauliza, wenye nyumba wako nikamwambia, mimi niko na mzee amepeleka maziwa. Akaniambia, mzee wako inaonekana gari imegonga, polisi wanachukua na wanangoja wewe kutoka. Mbio nikapata pikipiki kufika hapo, nilipata, nilishangaa kumbe si, pikipiki, si gari, ni watu wenye walikuwa wamemkata, sio kuzonga karibu kumwangalia kwa uso nikapata huyo kijana alikatwa panga saba kwa kichwa, sikaingia kwa ndani kabisa. So tunaomba kufikia Thursday kama tujakuwa tumepata culprit wameshikwa, sisi watu wa Emuhaya wote na Vihiga County tutakuwa tuko kwa barabara, na hii barabara tutaizuia, hakuna gari itapita hapa kwa masaa kumi na sita tunaogopa hata kutembea. Ikifika sita, kama mtu hujatafuta mboga, hujasiaga, hujatafuta kuni, uwezi tembea kwa sababu unaogopa, sababu kuna watu vijana wanasimama kwa barabara, wakikuona tu mtu anaanza kukufuata nyuma, hata unaogopa hata. Kuna mwingine alishoka tu kwa gari saa kumi na mbili akanyongwa na akanyang'anywa kiatu, akanyang'anywa simu.